Kuhusu jubilei 2027 20 hilo ni jambo letu. Huu ni mwaka wa sabini na tatu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Jimbo letu lilizinduliwa rasmi tarehe ya ishirini na tano mwezi wa tatu mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tatu. Kwa hiyo mwaka wa ishirini ishirini na saba jimbo letu litaadhimisha jubilei ya miaka sabini na tano ya uhai wake. Hilo ni jambo zito. Tumeunda kamati itakayoratibu masuala ya kutuelekeza kwenye jubilei. Mtatangaziwa rasmi majina ya walio kwenye kamati, na wengine mtaalikwa kwa majukumu mbalimbali. Mwaka ujao, mwezi wa tatu, tutafanya uzinduzi rasmi wa safari ya kuelekea kwenye jubilei ya miaka sabini na tano ya jimbo letu kuu la Dar es Salaam, na tutaenda na hiyo safari kwa mwaka mzima na hukuhitimisha mwezi wa tatu mwaka wa ishirini ishirini na saba. Ni safari ya imani ni safari ya uinjilishaji, ni safari ya uimarishaji maadili, ni safari ya kuimarisha uinjilishaji na ushuhuda, ni safari ya kuwekana sawa katika imani na matumaini yetu kama taifa la Mungu ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo nimetumia fursa hii kuwatangazieni rasmi kwamba kuna jubilei na kuja ya jimbo. Tujipange vizuri na tuishiriki vizuri, kila mmoja aimarike katika imani, matumaini na ushuhuda wa Kikristo. <coughs> basi Asante, asante wajukuu zangu. <coughs> Basi niishie hapo, niwatakie wingi wa heri na baraka.